Vijana wa kiume na wa kike, habarini za leo. Hamjambo wale ambao tayari mko kwenye hatua ya uchumba, Bwana Yesu asifiwe. Na wale pale ambao mnajiandaa kuingia, Bwana Yesu atukuzwe. Na hivyo leo tena nakuja kuwakumbusha mambo machache, vijana wa kiume na wa kike, katika safari ya mahusiano, kipengele cha uchumba, na leo nitajikita katika neno uchumba. Sasa uchumba ni nini? Vijana wengi leo ukiwauliza, wa kiume na wa kike, una mchumba, hajui kama ana mchumba na, na hivyo haelewi yuko wapi, haelewi yukoje. E, na hata kuna wengine e, wamewakataa hata watu waliokuja kuwachumbia wakisema na wachumba, lakini mwisho wa siku kumbe hata hawakuelewa wako mahali gani. Kwa hiyo leo ninakuja kukuelezea nini maana ya uchumba na uchumba unafanyikaje. Kwa muda huu mfupi, tuombe Baba wa mbinguni, tusaidie katika tafakari hii pamoja na vijana wa kiume na wa kike, ili kupitia maneno haya ukatupatie hekima na busara kufanya chaguzi zilizo bora katika maisha ya usoni kuelekea katika ndoa, kwa jina la Yesu Amen. Uchumba ni hatua ya mpito kuelekea kuoana. Watu wawili wa jinsia tofauti wakikubaliana kuishi pamoja kama mume na mke kwa hiari yao wenyewe, katika siku za usoni huanzisha mahusiano yanayoitwa uchumba. Uchumba sio ndoa. Zingatia, uchumba siyo ndoa. Katika uchumba mahusiano ni ya kirafiki yasiyohusisha kujamiana, yaani yasiyohusisha ngono Elewa hivyo, yasiyohusisha ngono. Uchumba ni hatua ya msingi ya ndoa. Makosa yakifanyika katika uchumba yanaathiri ndoa. Kwa hiyo ni muhimu kufanya maamuzi kwa makini katika uchumba. Huu huu ndiyo wakati ambao mtu huweza kudhani vyote ving'aavyo ni dhahabu, wakati vipo vinavyong'aa ambavyo si dhahabu kabisa. Kwa hiyo uchumba ni hatua ya mpito kuelekea kuoana, yaani kijana wa kiume na wa kike. Ndiyo maana katika kujifunza hizi habari, lazima uelewe, lazima uelewe, na uchumba hauchukuliwi kwa miaka mingi. Kumbuka maana ya neno uchumba, ni hatua ya mpito kuelekea watu kuoana, mume na mke katika ndoa. Kwa hiyo ni kipindi tu cha mpito. Ndiyo maana tunaposoma katika miongozo tunaelekezwa angalau udumu, uchumba udumu kwa mwaka mmoja miezi sita hadi mwaka mmoja uchumba. Na katika masomo yaliyotangulia niliwaambia kuna watu wanachumbiana, mtu mmoja akasema leo kuna watu wanachumbiana kama umri wa madaktari wa chuoni, miaka mitano wanaitana ni wachumba. Hakuna uchumba wa miaka mitano. Maybe ninyi ni marafiki eh? Ninyi ni marafiki tu, mnasafiri kama marafiki eh, mnasafiri kama wanavyosema leo schoolmate college mate labda hivyo eh, eh, mnasafiri kama kwaya vijana hapo mnaimba labda hivyo. Lakini kama ni kuhusiana na uchumba, unadumu kuanzia miezi sita hadi mwaka mmoja na watu wawe wamekwisha patana katika safari na maisha ya ndoa. Kumbuka jambo la msingi ni kwamba uchumba sio ndoa, lazima ulielewe hilo. Na katika kumalizia, nitawakumbusha jambo la msingi kabla ya kumaliza tafakari ya leo, nitawakumbusha jambo la msingi. Kwa hiyo tambua ya kwamba uchumba sio ndoa, japo ni mahusiano ambayo ni, ni ya mpito kuelekea katika ndoa, lakini tambua ya kwamba uchumba siyo ndoa, kwa sababu miongoni mwa mambo iliosema ni kwamba hata hivyo uchumba hauhusishi kujamiana. Ndugu zangu vijana wa kiume na wa kike, kama unatarajia ndoa iliyo njema, nilitangulia kusema katika masomo yaliyotangulia, epuka kuzini, epuka ngono kabla ya ndoa, epuka ngono kabla ya ndoa. Ikiwa mtamheshimu Mungu kwenye uchumba, mkaheshimiana ninyi kwa ninyi, hata ndoa yenu mtaishi kwa kuheshimiana. Kwa hiyo, epuka epuka kuhusisha ngono ukiita ni uchumba. Hata kama imebaki zimebaki siku mbili kuingia kwenye ndoa, bado ngono kabla ya kuunganishwa katika ndoa itabaki kuwa dhambi. Mambo, mambo matatu ya kuangalia <clears throat> kabla ya kuchagua mwenzi wa maisha: dini au imani imani ya huyo unayemchumbia ni imani gani? Inaendana na wewe? Nilizungumzia habari ya upatanifu, funguo za upatanifu katika ndoa, imani. Mtu asikudanganye leo, kuna watu unasikia huyu, hey, ni pamoja na kwamba sio muumini mwenzangu, sio wa imani yangu, ila anaonekana na upendo, kisa anakupa vocha, kisa mnaongea sana. Hivyo vidhihirishi kwamba ni upendo. Narudia kusema kuna watu waliingia na mtazamo huo, wakaruhusu kufunga ndoa, kwa kusema kwamba hu mutu nao sali nao hawa, hawa sio waaminifu, ila yule ni mwaminifu, ana upendo. Na unajua wengi wanafasiri upendo katika nini? Kupewa vitu, kupewa vocha, kupewa vijizawadi, zawadi, vitu mbalimbali, ndio wanafasiri upendo. Anasahau ya kwamba hivyo ni psychological attack za kutaka kukupata atimize mambo yake akisha kuoa usishangae hata na wewe ukapoteza na yeye imani yako. Kwa hiyo mambo ya kuangalia kabla ya kuchagua mwenzi imani. Je, imani yako na yake inapatana? niliwakumbusha habari ya kisa cha Samsoni na Delila, naamini ile somo mlifuatilia. Lakini mwonekano binafsi, hapa niliwaambia katika masomo yaliyotangulia kwamba ikiwa wewe huhitaji watu wa suruwali, kama wewe ni kijana huhitaji mwanamke anayevaa suruwali. Usiseme utambadilisha baada ya hapo mwanamke aliyezoea kuweka ma ma makucha bandia mawigi marasta kichwani, ukasema atabadilika na kuhakikishia baada ya muda atayarudia, atajituliza kama kobe kwenye lile vazi lake, akisikia sauti na kuendaji. akisikia utulivu anaibuka. Kwa hiyo usijidanganye, chagua huo mwonekano binafsi uliouchagua, ndio wenyewe utakaosafiri nao kwenye ndoa ili baadaye usije ukaanza kujutia na kutafuta mashauri kwa watu. Huu ndio wakati wa kuyachunguza hayo yote. Lakini jambo la tatu, mwenye kujiheshimu mwenyewe kwanza. Unajua, mtu anayejiheshimu hata wewe atakuheshimu kwa mfano. Siku zote kwenye kujiheshimu hapa nawaambia, mtu anayejiheshimu, kijana anayejiheshimu, binti anayejiheshimu hata kukubali kuguswa guswa ndoa haijafika halafu anaanza kuguswaguswa mara kifuani mara mgongoni mara viunoni, munapiga picha. Watu wanaojiheshimu hawataruhusu upuuzi huo N na hivyo vijana wa kiume na wa kike, kama ukijiheshimu, mutaheshimiana mutaheshimiana, lakini msipojiheshimu hamtaheshimiana. Ndio hayo kubusiana, ndio hayo kugusana, mnabebana migongoni, mnafanya takataka mbalimbali, halafu wenyewe mnasema ni wachumba. Hamuna uchumba wa hivyo. Uchumba bora ni uchumba unaomheshimu Mungu. Mkimheshimu Mungu, mutajiheshimu na kwa sababu ya kutojiheshimu wengine, ndio maana nafika wakati wanaujihusisha hata kwenye ngono, eh, furiana nguo, wanatembeleana, wanafuriana nguo, wanapikiana vyakula, sijui anafanya mambo mpaka na uzinifu humo ndani. Ni maajabu ya, ya, ya, ya, ya dunia yanayoendelea leo. Watu hawajaoana wa ili wanafanya mazoezi yote yanayohusika ya kwenye ndoa. Michanganyo ni mingi katika dunia hii. Siku za nyuma, miaka ile, tulikuwa tunasimuliwa hata na bibi zetu na babu zetu, watu wanaochumbiana walipokuwa, akionana akimwona mwenzake anakwenda kisimani, yeye anakuja, walikuwa natafuta njia ya kupita hasa wakike, lakini wa leo wanalala hadi pamoja chumba kimoja. Alafu, anasema ndoa yetu imekaribia. Alafu ikifika ndoa, katika shida katika raha, na nashuhudia kweli ya kwamba sina pingamizi, wakati mlishakubaliana miaka yote hiyo eh. Kwa hiyo mwenzi eh, chagua mwenzi mwenye kujiheshimu kwanza. Akijiheshimu atakuheshimu. Yusufu alijiheshimu, ndio maana alikuwa tayari kutokukubali dhambi ya kunajisi mwili wake kwa sababu ya kulala na mke wa Potifa. Mwanaume akakukimbia kwa nini? Alikuwa na jiheshimu akamheshimu Mungu. Kwa hiyo ukijiheshimu utamheshimu Mungu. Mambo ya kujadili katika uchumba: swala la imani, mipango ya mbeleni mirefu na mifupi, maana uchumba ni kipindi kifupi kuelekea katika ndoa. Sikilizeni tahadhari: mchumba hasomeshwi. Narudia, mchumba hasomeshwi. Kwa hiyo usija ukasema katika kujadili mipango yetu mifupi na mirefu, najitoa kukusomesha. Hata kama una pesa, kajenge kanisa, watu waabudu humo ndani. Kujidanganya kusomesha, wengi wamelizwa, wengi wamelia. Anatoa pesa kumsomesha binti, binti anaolewa huko huko chuoni, anakutana na, na wakwake tena unasikia nimepata wa type yangu, kana kwamba huyo wakawa kalia mpata wa type yake, wengine wote hawajakombolewa kwa damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo epukeni, vijana wa kiume na wa kike, mchumba hasomeshi, epuka vitu vya gharama kubwa kuwekeza. Aidha kwa, kwa, kwa, kwa ninyi mnaochumbiana, wa kijana wa kiume na wa kike, mwingi unasikia ana kitanda changu, ana sabufa yangu na sijui vi vingi tu vingi tu, amewekeza mwisho wa siku unajikuta mwanaume mwingine yumo ndani ehe, utamtoaje? Ndipo sasa unasikia wengine wanajiua, wanachomana visu, wanachomana bastola, sijui nini, wanapigana bastola huko. Ehe, acheni, epukeni, epukeni, epukeni. Subiri utayaanza hayo mkizama kwenye uhusiano wa ndoa, hapo katika kuanza maisha ya familia. Kwa hiyo mambo ya kujadili, mipango mirefu ya mbeleni Eh, mirefu na mifupi, mnaijua mipango yenu kulingana jinsi ambavyo mtakuwa mmechagua kuishi. Jambo la tatu katika mambo ya kujadili katika uchumba, uwezo wa uchumi katika familia mnayotegemea kuanzisha. Je, mtaishi kwa madeni ama mtaishi ndani ya kipato mlichonacho, hata kama ni kidogo lakini mkiishi kwa amani? Lazima ulizingatie hilo. Kwa hiyo mambo ya, kuzi, ya kujadili ni pamoja na mambo ya kiuchumi, lakini jambo lingine, mambo ya kijamii mtakutana misiba, mtakutana mambo mbalimbali mbali. Eh, namna ambavyo mtahusika mta, kwa mapana yake eh, wengine leo hapo wanaona hata misiba washiriki. Eh, mambo ya kijamii ni muhimu kushirikiana katika jamii, wakati huo wa mkidumu kumheshimu Mungu wenu wa mbinguni. Kama kawaida mambo ya afya yenu lilotangulia niliyazum... na hapa ninakumbusha tu, kwa sababu ya, ya somo linalozungumzia leo habari ya uchumba, miongoni mwa mambo ya kujadili katika uchumba ni pamoja na mambo ya afya yenu, kupima afya angalau kwa miezi mitatu, na pima afya e, mume na mke mkisha um, ingia katika ndoa, kijana wa kiume na wa kike. Kwa hiyo mambo hayo ni ya msingi kuzingatia. Mambo ya kuepuka katika uhusiano wa uchumba, vitu mnavyopaswa ku, ku, kuepuka ni hivi: usiwe na uchumba wa haraka yani, usiharakishe Unasikia mtu anakwambia mimi nimekuja hapa tu na mwezi mmoja, tayari natafuta mchumba ee, baada ya hapa naleta mahali tuungane twende, nimetoka Marekani na, na wiki nimepewa tu likizo ya mwezi mmoja. Achana na uchumba wa namna hiyo, hakuna uchumba wa mwezi mmoja. Umemfahamu lini ee? Umefahamiana lini? tabia yake umejua lini? mwenendo wake umejua lini ee? Usije ukajikuta umeolewa na jambazi kwa sababu ya pesa ambazo umeziona akizitanguliza mbele yako. Kwa hiyo usiwe na uchumba wa haraka, usiharakisha katika uchumba. Fanya taratibu kwa uhakika, huku Mungu akiwa ni kiongozi wenu katika kufanya maamuzi, pamoja na maombi mengi na kulisoma neno katika hekima eh, ili msije mkajichanganya. Usijiingize kwenye gharama zisizo za lazima. <coughs> nimekushazungumza zungumza usiji, usijiingize kwenye gharama zisizo za lazima nikimaanisha, huruhusiwi kusomesha. Epuka kusomesha mchumba, asomesha kama hamjaoana. Subiri umuoe. Kama unataka aongeze elimu, utamsomesha utamsomesha. Kataa, owana. Sasa utaniuliza akinikataa? tumeshaoana sasa? Hapo ni uchaguzi, lakini kuepuka vilio visivyokuwa na sababu, mchumba asomeshwe, tulia kwa Yesu. Epuka vitu vya gharama, epuka kuwekeza. Hamjaoana mmeshaanzisha miradi? Epuka, epuka, epuka, utalia na kujuta. Usifiche uhusiano wenu, weke wazi kwa watu wako. Wengine wanasema sasa wakiujua, oh ita, a-a. Weka wazi mahusiano yenu. Mtakapoweka wazi mahusiano yenu, ndio maana tunawaambia tunawashauri, anzieni kanisani. Mnapoanzisha mchakato wa uchumba, anzieni kanisani. Kanisa ina utaratibu mzuri kabisa. Hata hata mkiwa mmeketi mahali fulani, hata kama ninyi ni kwaya vijana mnaimba, watu wanapowatazama, maana uchumba wenu unajulikana ndani ya kanisa na umetangazwa, hata kama mmeketi watu watajua ninyi ni wachumba. Ila kuketi ni kuketi mahali ambako ni pawazi. Sio dhambi kuja ukaa kanisani mkajadiliana mambo yenu mbalimbali kwa kuwa ninyi ni wachumba na kanisa linajua ninyi ni wachumba litakapowaona hata kama umekaa mahali fulani ambapo ni pawazi, ambapo hapahusishi anasa aina yoyote, watajua hao ni wachumba, wanajadiliana mambo yao ya uchumba, sio mnakaa kaa na, na, na, na kanisa lijue kama ninyi ni wachumba, lazima litaanza kwa shuku, maana tunaishi kwenye kizazi cha kushuku. Eh, hawa ni, wanafanya nini? Hao wanaanza kuwatafutia ku, ku, ku mazingira ya kuwanasa. Eh, kumbe mna uchumba wa kisirisiri . Sasa epuka uchumba wa kisirisiri . Uchumba ujulikane ujulikane, uwe na mipaka, uwe na, usifiche uhusiano wenu, uwe wazi kwa watu. Jambo la nne, uwe na mipaka, sio kila unachoambiwa kufanya ni salama. Ninamaanisha kwamba epukeni uchumba wa masharti, vijana wa kiume na wa kike. Unasikia nakwambia, eh, usiponinulia hivi najua unipendi, ukinipa hivi najua unanipenda Mnajidanganya, hakuna upendo kwenye vitu. Ndio maana mambo yakiharibika, unamwona hapo mwanaume anakuja amejaa ameja, anataka vitu vyake alivyokupatia tena, anakwambia tapika vitu vyangu ulivyokula, anataka utapike chips alizokununulia, anataka utapike sijui vocha vyote umrudishie. Ndio maana ujue kwamba upendo huko kwenye vitu, upendo huko kwenye vitu. Kwa hiyo uh, uwe na mipaka, sio kila unachoambiwa kufanya ni salama, na siku zote nawaambia lazima uzingatie Wachu. Mchumba anayeomba kila kitu anaomba kila kitu anaomba kila kitu anaomba, anaomba, kisa tu eti ninyi ni wachumba, huyo muepuke, ni kirusi, atakuja kukuletea madhara baadaye. Asiyeweza kujizuia kila wakati ni kama wachumba wa sasa hivi, ambao ukimtangazia tu chumba kama alikuwa anajitegemea mahali fulani, gesi imeisha, umeme umeisha, kila kitu kimeisha, kila kitu kimeisha, wewe kijana ndio unatakiwa uwajibike. Epuka vitu visivyokuwa vya lazima visije vikakufanya baadaye ukaingia kwenye matatizo ambayo hukutakiwa kuingia. Kwa hiyo uwe na mipaka. Sio kila kitu unachoambiwa kufanya ni salama. Oh, njoo hapa nyumbani unitembelee na umwa ili wakumbushe, na wakumbusha tena kile kisa cha Amnon na Tamari. Amnon alijifanya mgonjwa mpaka kiasi cha kufika kumbaka Tamari na kumharibia usani wake, na matokeo yake akamuingiza Tamari katika dhambi. Leo kuna vijana wanajifanya wagonjwa. Eh hey, nimekukumbuka. Vijana wangu njoo unione. Njoo unione. Eh hey, nimekumiss. Sikiliza, tulia kwa Yesu. Uwe na mipaka. Sio kila kitu unachoambiwa kufanya ni salama. Usimtembelee mtu, niko hapa geto, njoo nipo. Epuka, epuka, epuka. Narudia kusema, vijana wa kiume na wa kike, hasa kwa vijana wa kike, mwanaume ukikubali ufanye naye ngono na hajakuoa Madhara yake ni makubwa sana, hata kama mtaoana, madhara yake ni makubwa sana, atakuacha, atakuacha. Kwa hiyo epuka, epuka, uwe na mipaka, sio kila kitu cha kuambiwa kufanya ni salama. Jambo la tano, usikubali kuanza uhusiano na mtu usiyemfahamu, usikubali kuanza uhusiano na mtu usiyemfahamu, usikubali Hakikisha huyo mtu unamfahamu. Tena katika ile wanawaambia, katika kumfahamu mtu, jitahidi ufike hata nyumbani mwake, hata kama ni kwa kusitukiza. Kama unamfahamu kwake, utajua uhalisia wa namna anavyoishi, maana kuna wengine wanaishi hivi, ukikutana naye ni mwingine, lakini nyumbani nyumbani kwao pia ni mwingine. Usikubali kuchumbiana ama kukubali uchumba na mtu usiyemfahamu. Lazima hakikisha kwamba mnafahamiana kiasi cha kuwa na uhusiano wa kuelekea kwenye ndoa. E, puka mavazi yasiyo na staha. E, kuta binti ajua kabisa ameshachumbiwa, lakini anavyovaa tu anavaa ovyo kana kwamba bado anajitangaza ni kama tu wanandoa. E, kuta wengine ni wanandoa kabisa, lakini alivyovaa sijui anamtafuta kumtega nani? E, anashindwa kumtega mume wake, maana hiyo mitego anatakiwa aonyeshe kwa mume wake na sio watu wengine. Sasa unapovaa nusuuti unataka umtege nani? ni kama wengine ambao wanataka wavae nje utupu ili wakifika ndani wanavaa madera kwa waume zao. Kwa hiyo epuka mavazi yasiyo na star. Ninyi ni wachumba, lazima mvae kwa heshima na adabu. Ndio maana nimetangulia kusema, mkijiheshimu mtamheshimu Mungu, mtaheshimiana pia ninyi kwa ninyi. Jambo la saba, usimfiche mchumba wako mambo yoyote. Ehe, kuna vilio vingi kwenye ndoa watu wanaooana ndio wanaanza kusikia kumbe ana mtoto, kumbe u mwanamke aliwahi kuzaa, kumbe mwanaume ana watoto wawili nje. Sema ukweli una watoto watatu nje, mwambie. Wewe binti uliwahi kuwa na watoto, una watoto uko nje, na watoto huko nje mwambie. Na hivyo msifiche, maana baadaye mtaleta misiba mikubwa. Ni heri mvunje uchumba baada ya kufahamiana katika mambo hayo kuliko kuja kuvunja ndoa. Iliwahi kutokea mwingine akafichwa wamekaa miaka kumi na tano kwenye ndoa, kumbe mwanamke alikuwa na mtoto. Wameishi kwenye ndoa kwa miaka hiyo kumi na tano binti yuko kidato cha tatu. Baadaye ndiyo mama anakuja kumwambia mume wake, sasa na ni wana ndoa, anakuja kumwambia unajua, mimi niliwahi kuwa na mtoto, yupo mtoto, yuko sehemu fulani. Unajua ndoa ndoa ilivunjika, ilivunjika baada ya yule baba kujua ndoa. Na kwa nini? Unajua ilivunjika? kwa nini alidanganya kwa vijana wa kiume na wa kike musidanganye kama umeshakuwa na uhakika kwamba ninaelekea kwenye ndoa na huyu mtu kuwa wazi uwe huru kumwambia mambo ambayo umeyatenda kwa hiyo kama una na watoto sema niliwahi kuwa na watoto ili muone je mtapatana kuingia kwenye ndoa mkiwa na hao watoto ili muwalee pamoja kama sivyo mfanye maamuzi mengine maana uchumba si ndoa. Kumbuka kauli hiyo. Mwisho unaweza kajiuliza swali, je, nimeshaingia kwenye uchumba, zimebaki hata siku mbili kwenye ndoa. Je, uchumba unaweza kuvunjika? Jibu ni ndio, tena vizuri. Ona, sema tu siku mbili kabla ya ndoa. Wako wengine, ndoa iliahirishwa, ilia siku ya tukio lenyewe, yaani siku ya kufunga ndoa, eh, un, si, pale swali linapoulizwa Je, unajua kipingamizi chochote cha wewe kutofungishwa ndoa na fulani fulani? Jibu lilotoka ndiyo, nina kipingamizi. Sio kwamba alirogwa, ni baada ya kuona mambo ambayo aliyaona mwishoni, mwishoni Mungu akamfunulia, ndipo akayajua. Ndio maana wambia vijana wa kiume na wa kike, kupata ulichokiomba sio mwisho wa kuacha kuomba. Endelea kuomba hata kama umekwisha kipata. Ndio maana Mungu anasema, shukuruni kwa kila jambo, maana yayo ni mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo usije usijakaacha kuomba kisa tu umeshapata uchumba. Hapo sasa ukajua kinacho omba, kuna vitu vimefichika, Mungu aendelee kukufunulia kufu, hata kabla ya saa kufika, Mungu aweze kufunulia uyaone, ili ufanye maamuzi kwamba ninafanya ama niahirishe. Kwa hiyo vijana wengi wanapoishia njiani wakaacha kuomba wakajiridhisha ameshapata mchumba, wanajisahau kwamba kuna vitu vingine vilivyofichika, Mungu aweza kuwafunulia. Kwa hiyo usichoke kuomba, omba kabla ya kupata mchumba, omba baada ya kupata mchumba. Niliwasomele nuku kwamba kama kuna vijana wanawaza kuingia katika ndoa, kama alikuwa anaomba mara mbili, wanapaswa kuomba mara tatu hadi mara nne. Kwa maana nyingine hakuna kuchoka kuomba kwenye swala la kuiangazia ndoa. Kwa hiyo omba iwe ni kabla na baada ya kuwa na mchumba omba, omba, omba, usiache kuomba. Kwa hiyo swali so inaulizwa, je, ninaweza kuvunja uchumba? Mm, ndiyo, inawezekana kabisa. kama umehisi kuna mambo ni magumu ni mazito na hayavumiliki hayaelezeki, ruksa, maana uchumba sio ndoa. Ah, sasa akiumia akaenda kujinyonga, kuna namna ya kuvunja uchumba, uchumba wa Kikristo tena uchumba wa Kikristo, kuna namna ya kuvunja uchumba ulioendeshwa Kikristo, na bira matatizo bira majonzi bira majuto, tena wote kwa pamoja, kama na paka mkakubaliana mkasema ndio, nakubali niko tayari, ndivyo hivyo, na hatua za kuvunja at utavunja tu, na lazima ukubaliane na nane, na utakapokubaliana nayo mtaenda mwisho wa siku mnauvunja vizuri, kwa amani tele bila hata majuto na itakuwa na madhara yoyote. Kwa hiyo kuna wakati mwingine litakuja somo linalozungumzia habari ya uh, mambo gani ya kuzingatia katika swala zima la kuvunja uchumba. Somo litakuja huko mbele. Sasa ina, e, tunasoma katika Adventist Home kurasa wa 48, utakuta pia kwa vijana, Ujumbe kwa Vijana, utakuta kwenye Kutayarisha Njia, Nuru Safarini, e, utakuta kwenye Siri ya Ustawi wa Familia, vitabu hivyo vyote vimezungumzia inuku. Bora kuvunja uchumba usio na busara, maana uchumba sio ndoa. Hata kama uchumba umeingiwa bila ufahamu kamili wa tabia ya yule unayekusudia kuungana naye, usifikirie kwamba uchumba huo unakuwa ni jambo la lazima kwako kujiwe, kujiwekea nadhiri ya ndoa na kujihusisha na maisha kwa mtu ambaye huwezi kumpenda na kumheshimu. Kuwa mwangalifu sana jinsi unavyoingia katika uchumba wa masharti, lakini bora zaidi kuvunja uchumba kabla ya ndoa kuliko kutengana baadaye kama wengi wanavyofanya katika wakati huu. Wako wengine wanasikia, anakwambia tutaacha tu, ataacha tu, tukishaona ataacha tu baadaye. Sasa ndio anayatenda kwa wazi zaidi. Sasa kabla ya kufika huko, ni heri kuvunja uchumba, usiona busara kuliko kungoja uingie kwenye ndoa kwa kufanya moyo wako kuwa mgumu, alafu baadaye uje uanze kulia na kusaga meno. Kwa hiyo vijana wa kiume na wa kike, mnapoendesha uchumba wenu zingatieni mambo hayo, na Mungu atawabariki atawapigania. Kile tu hapo leo. Mungu awabariki leo, ninawaacha na hayo. Karibuni kwa wakati mwingine, karibuni tena kwa mafundisho mengine ya usuyo, mahusiano ya uchumba kuelekea katika ndoa, mahusiano ya familia, malezi ya watoto na mengine mengi, ajenda ikiwa ni kutukuza kiroho, kutuandaa kwa ajili ya uzima wa milele, vijana pamoja na watu wazima wote kwa makundi yetu. Mungu atubariki na atupatie tafakari njema ya kufanya maamuzi yaliyo ya busara kwa jina lake Yesu Amen. Karibuni kwa wakati mwingine tena, Mungu awe pamoja nanyi.